Tunaenda kutumia vifaa hivi hapa kuondoa maumivu ya visigino kwa watu wazima. Kwa hiyo, tutaenda kumpa mama yetu hapa aweze kutumia hiki kifaa kuweza kuondoa maumivu ya visigino. Hiki hapa ni kigumu, ni vizuri zaidi kwa massage, lakini hiki hapa ni kinaenda kusugua mguu mzima, mzima. Kwa hiyo, cha kwanza ambao naweza kufanya ni kukiweka hiki hapo na kukisugua. Kwa hiyo, hiki kinaenda kusugua uvungu wa mguu na mguu mzima kwa huku na kwa pembeni ukawa unasugua hivyo. Kama mtu ana nguvu unaweza kusimama pia, unaweza kusimama ukawa ukivisugua. Kwa hiyo kifaa hiki kinaweza kuondoa maumivu ya visigino na vile vile maumivu ya magoti, lakini hata vile vile inaweza kuondoa maumivu kwenye kiuno, kwa sababu saa nyingine ukitokea huku chini nakuwa kusababisha kusababisha hadi kwenye kwenye kiuno unadagokea na mguu huu. Hiki kifaa unaweza ukakinunua tu nyumbani kwako, ni bei rahisi na ukihitaji, kinaweza ukaangalia hapo kwenye link chini hapo, kwenye maelezo kuna link, unaweza kwenda hapo ukakioda ukakinunua hadi huko mwisho. Kwa hiyo au kwa wale wanawake ambao unakuta unavaa viatu vile, mtu yeyote ambao unakuta umesimama muda mrefu, unaweza ukatumia hiki kifaa unasugulia kinasaidia vile vile kwenye mzunguko wa damu. Kingine ni hiki hapa, hiki kinalenga zaidi kwenye kufanya massage. Ni kigumu akibonyei kwa, kinalenga zaidi kwenye kufanya massage, anaweza kuanzia kwa kukisimamia huku kwenda kwenye vidole, lakini kiko kinalenga massage zaidi, kukisimamia hivi na kukizungusha. Lakini vile vile hiki kifaa hapa zungusha mgongo. iki kifaa kama hiki unaweza kufanya masaji kwenye mgongo kwa ajili ya kufanya kwenye mgongo ya Kenya, unaweza <laughs> yeah, kufanya masaji ya, ya mgongo kwa sababu vile vile kina kinasaidia mzunguku wa damu, kuondoa stress na kukupa usingizi mzuri nzuri, utakufanyia masaji taratibu. <laughs> kinatokea Kenya yes. Kwa hiyo kama unahitaji hiki kifaa kiko hapo, kitasaidia sana kwenye watu wenye maumivu ya visigino, maumivu ya magoti, unakuwa unafanya unakifanyia hivi. Lakini vile vile kikifaa unaweza kutumia kwa ajili ya kufanya masaji kwenye mikono kama hivi, anashika unakuwa unasugua sugua hivi ya sugua sugua kwa ajili ya masaji ya mikono na hiki vile vile anaweza kufanya kama vile anakandamiza. Sasa kama mtu yule ambao unakuta amelemaa na kidogo au ameparalize kidogo, anaweza kufanya hivi kwa kwaajili ya mikono. Kama mtu hana nguvu ya mikono, unakuwa unakibana hiki, kinabonyea kidogo hiki akibonyee. Lakini vile vile hiki mtu anaweza kufanyia massage vile vile kwenye mgongo, ukiwa unamsugua mgongoni kinatekenya <laughs> kwenye mgongo, kwenye shingo unakisugua taratibu kwa ajili ya kuondoa maumivu ya mwili na vile vile maumivu ya visigino. Ah, lakini mazoezi mengine ambayo anaweza kufanya kwa ajili ya kuondoa maumivu ya visigino unaweza kuja hapa, ndio hapa, mama unasimamia kwa, unaweza kutafuta kitu ambacho kimeinuka kidogo kama mbao lakini kama mtu ana una nguvu zaidi, unaweza kutafuta kikubwa zaidi, ambao unaweza unakaa, kama unasimamia vidole. Lakini kwa hiyo tunaweza kuanza hapa kwa hivi. Kwa hiyo unakuwa anasimama hivi kwa muda wa sekunde 30 hadi dakika mbili, inakuwa inasaidia visigino. Akitoka hivi kusimama hivi, unarudi nyuma kidogo. Kwa hiyo kisigino kinakuwa kama huku kinapinda. Akisimama hivi kisigino kinakuwa kama kinapinda hivi lakini nyingine ni kwamba anaweza kuja kusimamia hivi, kwa mtu ambaye kidogo anajiweza, kwa ajili ya kuipa nguvu visigino vyako. Kingine ambacho anaweza kufanya tukitoa hii ni kwamba ukiwa kama nyumbani, ukiwa nyumbani kwako, unakuwa unatembelea hivyo. Mtu tembee kidogo, unatembea huku, unatembelea visigino, unaumia Unachoka, no no. E, yeah. Kwa hiyo uko unatembelea visigino hivi. Hii mazoezi yatasaidia sana kuwapa nguvu visigino vyako, lakini kingine vilevile unaweza kwenda unatembelea vidole hapo, sio? unaweza kwenda kidogo kidogo, okay. Tembelea vidole, kwa hiyo ukitumia hivi vifaa Tumia hivi vifaa. Pamoja kama huna unaweza ukatumia labda malimao, mandimu lakini hivi ni vizuri zaidi. Vitasaidia sana kwenye kuondoa maumivu ya visigino na vile vile kuweza kuimarisha postura yako na kuondoa maumivu ya viungo vingine. Nashukuru sana kwa kuniangalia mwanzo hadi mwisho. Usisahau kusubscribe, ni follow kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, Twitter na TikTok. Kituo chetu kinapatikana Bunjubi, soko jipya. Kwa wale wanaotaka kufanya mazoezi na mimi mnaweza mkani angalia namba hii hapo. Chini unaweza ukani contact tukaweza kuwasiliana. Asanteni sana, napenda sana jamani. Bye. Mama, umemaliza mazoezi yako Safte.